Maandamano, maandamano, maandamano, ukivi ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe ma, maandamano yalikuwepo wapi na wapi yanimese, maandamano halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo huwa hawana, hawana kawaida ya ya kuweka namba za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi, hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku, tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi, lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, wana, wana, watu wanakuwa well armed, ni maandamano ni maandamano? Watu wako well armed, ni maandamano? Nani kamfyatulia nani? Haya ndo maana Mheshimiwa Rais Kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa, yana, yana, yana semwa. Juzi kashikwa yule mmoja, anavuka mpakani, ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja, ana mabomu na ajabisha, alivyoojiwa anasema, ah, nimeona ni bebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa, je, tulishajua? Na tulishajua wengine waliokwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu, pia kwa sababu ya masuala ya ya kichunguzi wa, wa, aiwekweki wazi namba kubwa hawajui hata Kiswahili ni maandamano sasa, na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina, na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu wa Tanzania, wenzangu vijana wa Kitanzania Mungu ametupa nchi nzuri tuilinde, na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii.